Tanzania game sio bure, utafungua hapo. Baada kufungua hapo, utashuka chini, utaenda kwenye Android games. Ikifunguka hapa, nenda ili tafuta ile game lenye picha hii, hata kama un, itakuwa game nyingine, lakini tafuta picha game hii, TS2, tafuta traffic maleo taigusa hapo. Baada ya kuifungua hapo, fika hapo, utabonyeza button ya kwanza, utajaza password hapo. Baada hapo utaanza na hii sehemu ya kwanza inaandikwa download game utagusa. Ukifika hapo, utamenya kwenye hicho kimshale kilichoangalia chini. Baada ya hapo utagusa hapo alikuwa uta, uta, chini yake ilikuandika download eneo anyway. Hii itaanza kudownload utaminya neno detail, utasubiri mpaka imalize imesha download kosta download. Baada ya kufika hapo utaminya hicho kiex. Baada hapo utaenda sehemu ilikoandika download zidi achiva Utaminya hilo neno download zidi achiva hapo, baadapo utaminya neno generate link, baada hapo utaminya neno download link, baada hapo utaenda sehemu ile kuandika download download. Ukikwamisha unarudi unaminya tena hilo neno download, utaanza ku download, utaminya neno detail. Tukishamaliza ta install Nimaliza damenye na ndani. Damenye tutatoka kabisa ndani ya hii application. Tenda kufungua sasa. Ujifungue. Ya yeah, baada ya kudownload baada ya kudownload, kila kitu sasa utaifungua application inaitwa Zed Archive ambayo, toko hapo nyuma, nitakuwa nimeshaelekeza jinsi ya kudownload na kuinstall. Utaifungua hiyo application ya Zedia Chiba. Baada hapo utaenda kwenye simu alikuandika download. Hapo. Chenda kwenye download unaliona hilo hapo. Imeandikwa Maleo it is too traffic hiyo hapo. Maleo. Utagusa mara moja, utaenda option iliyoandikwa extract to ni option namba 3, utaiminya hapo. Baada hapo uta keep screen from turning off ili siweze kujizima hiyo Tasubiri hapo. Baada ya hapo, itatokea hiyo folder utalifungua, utafungua kitu cha kwanza kilichoandikwa app app apk, hiyo utafungua baada hapo utagusa mara moja, utaenda option namba moja hiyo ndiko install. Utasubiri subiri hapo load, usiwe na haraka, subiri load hapo, subiria kidogo hapo, fudana simu yako. Naona simu yangu imechelewa kidogo, kwa hiyo inaweza ikawai au ikachelewa, kama mimi ilivyo load hivi, subiri ya. Yani mpaka itokee ile neno pop up iliyoandikwa neno install, kwa hiyo isubiria hapo. Yeah, imetokea pop up iliandikwa, Do you want to install this application? Unachapa install ile neno. Baada hapo haitaonekana, haitaonekana itapotea tu chana nayo, utarudi nyuma enye kwa mshale, usharudi hapa, utaenda sehemu alikuandika OBB, fungua mara moja, utagandamiza kwa nguvu kisha gandamiza kwa nguvu, utaenda option iliyoandikwa cut, ni option namba tano. Baada hapo utagusa lile neno la OBB lililoandikwa hapo juu, lililoandikwa neno OBB, utagusa hapo. Baada hapo utamenya neno lililoandikwa device storage. Baada hapo ikifunguka hivyo, utaenda sehemu iliyoandikwa Android. Baada hapo utaenda sehemu namba tatu iliyoandikwa OBB. Mimi nimefunguka direct OBB ikileta changamoto yoyote, labda ubibi ijafunguka imeleta sijua ndo distriction maneno yoyote ile ambayo yataleta maneno mengine yoyote, maneno yote tutaoleta video ya jinsi ya kuseti ipo kwenye comment hapo, nimeweka kwenye comment section hapo ndo nimeweka jinsi ya kuseti hayo. Kama italeta tofauti tofauti, hii video hadi mwisho maelezo yake hapo. Kwa hapa naanza kwa mimi kwa watu ambao itafunguka kama mimi hivi. Kwa hapa ikifunguka, ubibi utaminya chapa, utachapa hapa ita Utapeste hapo, itakuwa imeshamaliza hapo. Apo baada hapo utatoka, utaclear mafaili yote, uta close tabu zote kama hivyo nilivyofanya. Ukisha close tabu zote, utatoka hapo, utaingia utaingia katika nanilii ah. Baada hapo ukisha nanilii, ikishafunguka hivyo, utaitafuta hilo game. Kwa mimi hapa alipo hapa kwenye mskrini, ukiona alipo kwenye mskrini, kwa simu kama za Samsung na zingine zinakuwa kwenye game hapa, game launch. Kienda hapo utalikuta hilo game utalifungua, baada hapo utaalao kama hivyo, utaload hivyo, subiri hapo, subiri load hapo fatisha video kama inavyokuonesha, usifanye, yani usifatishe, yani usiende tofauti na hii video. Fatisha kila kitu, utasubiri load a, utabidi uifungue mara moja, usifanye chochote, utatoka nje hapo, utasubiri load hapo, subiri load. Kisha load mini exist, toka achana nayo, utatoka nje, utatoka utarudi kwenye zdi achiever. Lakini kwa wale ambao wamelipia wamelipia package ya elfu kumi na mbili, maana yake kwa mpaka hapo wewe video yako itakuwa imeishia hapo, kwa sababu utakutana na vitu viwili tu utakutana na ma, na APK na UBB. Lakini kwa wale ambao wamelipia package ya hiyo elfu kumi na saba, video inaendelea, video ijaisha maana yake unaifungalia kwenye zdi achiever, unakuelekeza jinsi ya kuziweka sasa zile modi za basi na modi ya mapu. Umeona, hii simu alikuandika basi ya ID, ili hapa, ili folder limetokea, ili ili hapa. Sasa utofauti katika simu, mimi limetokea kwa hapa, basi ya ID limetokea kwa hapa. Lakini watu wengine, hii basi ya ID inakuwa ndani ya document huko ndani, ndio inakuwa kuna ile neno basi sa ID. Twende sawa. Tarudi kwenye download. Tafungua sehemu ya kwanza iliyoandika maleo it is to traffic nne tatu nne. Fungua hiyo. Baada hapo utafungua sehemu iliyoandika modi. Baada hapo hizi modi mbili hizi tutazikopi, tutamenya kwenye vinukta vitatu hivyo. Baada hapo utaenda ya kwanza hiyo multiple select, utaselect moja mbili. Baada hapo utazigandamiza kwa nguvu. Utaenda sehemu iliyoandika kati option namba nne. Baada hapo utaminya hilo neno mods liko kwa hapo juu. Baada hapo utaminya hilo neno lililoandikwa device storage. Ikitokea itakuja hivi. Hakikisha hichi kiduli cha hapa pembeni kikitoka. Sasa hapa fuatana. Kwa ambao basa ID, tafuta basa ID. Kuna wengine inakuwa inakuwa hapa hapa nje au, au wengine inakuwa ndani na ya document. Kwa mimi ipo hapa juu, kwa hiyo utaifungua hapo. Ambao fungua nyumba basa ID utaenda sema liko andika mode, utaifungua mara moja utaminya hichi kibox hiki hapa. Itakupika hapa. Hata wale ambao wasasaidiko kwenye modi fanya hivo hivo. Baada hapo utatoka sasa, utatoka yani utatoka kote hapo, utatoka, utarudi tena ndani ya game, utarudi ndani tena ya game la Maleo, utalifungua tena, tasubiri so uta reload muta reload tena, kwa sababu sijawasha nimewasha data hapa. Nabidi uwe umewasha data kwa mara ya kwanza ili hizi kulodi data. Hizi lodi data zako na play yako hapa. Yeah, hiyo hapa imesha ingia. Sasa utaikuta kibasi kipo kama iki. Basi kijibisi hili kipo iki hapa. Sasa hili wendeshe basi halisi. Utaenda kwenye semu wali kuandika walikuandika modi baada hapo utaenda tugeleji, baada hapo utaitafuta ilogemu basi, utarudi tena basi, ndio hiyo hapo, utamenya neno yuzi, baada hapo utamenya neno okay. baada hapo utamenya neno yes, utarudi nyuma hapa Utarudi tena kwenye neno modi, basi yetu hii hapa ishaingia, ishaimportika ndo hii hapa. Baada hapo utamenya tena modi tenda kwenye map, ili kuiplay hii map. Sasa ucheze map, utamenya neno play. Sasa kuzimport inatumia bando, ila ukitaka kucheza kucheza offline hapa mpaka hapa, ukishaweka modi ya basi kama hivyo, ukishaweka kila kitu, unaweza kucheza free modi ambayo ni bila bando hiyo au kwenye modi kwenye kucheza na mapu yako, unaenda mapu hapa, una play hapa, ulikuwa andika play ili uweze kucheza hiyo mapu, mapu yako hiyo hapo, cha fresh kabisa. Sasa hapa nimekuelekeza, lakini kwa wale ambao utapata changamoto kwenye basi, maana kuna baadhi ya simu zingine huwa nazingua, unaweza uka input manual, ukamenya neno input, ukachapa file manager, ukaenda hapa kwenye main document labda ukatafuta sehemu husika kama ni kwenye basa saidi, kama mimi au ipo ndani ya, ya document, ukaitafuta ukaiimport ukai manually, na nikafanya mimi basa saidi, labda ipo kwenye ndani ya document, labda kufungua basa saidi, ukaenda kwenye modi labda uka, unaichapa modi manually ta unaipiga hivi manually baada hapo na mimi yes. Una utatumia hela utatumia free kwa kuangalia ads, hivyo hiyo ndio njia nyingine mpaka hapo shamaliza. Kwa hiyo, kwa unaweza kuwa unacheza game yako hapo mpaka hapo tayari sherekeza kwa changamoto yote. Kwa wale walionunua, kama hujanunua game kwangu usinifuate, sitakusaidia chochote. Kama game umechukua kwa mtu mwingine au rafiki yako akakurushia, usinifuate, maana ukijua nifuate, unifuate, unabidi ununue upya. Naongelea kwa wale ambao watakuwa wamenunua game ndo wanifuate kwa changamoto yoyote, asante.